Haya, nikikuja tena kwa hiya maneno ya Alshabab, hii maneno ya Alshabab, umeona watu kadhaa wameuliwa pale Garissa wengine wamekuwa injured. Then utuambia hao watu wanapitia wapi ndio waingia hapa wa, waingia hapa Kenya? Hii kama si mpango ya Aden Dwale na President William Ruto. Huyu Ruto mwenyewe ndi alienda kufungua hii nini hizi mipaka za nini hizi zenye ziko kwa hizi mipaka za Garissa hapa, nini Ethiopia nini Somalia. Na juzi ndio nimeongea kwa mige ingine hapa nikasema na nani, wanaingizwa na nani Ndwali? Tujamaliza siku mbili wamesha kukuja. wameua watu kadhaa wamemaliza watu wengine kadhaa wame wako injat. na wako mahosi jua nini. Jua Ruto kwenda kufungua mipaka, au watu wakuja wapige kura wampigie kura ndio juzi uliona mjinga mwingine anatoka pale Suna East anaitwa nani anaitwanga nani? Junet Mohamed anasema waislamu wako nambas wanaweza weka ruto kwa, kwa kiti. Which means Junet Mohamed alikuwa najua vizuri ile mipaka zimefunguliwa wa Somalia wanaingia juu yenye kitendo yimefanyika leo hii ya nini maal shababu kuingia hii nchi yetu ya Kenya kuua watu na kuumiza wengine wako mosi. Security iko wapi? security baadaye inafai, kwa inafaidi na watu kama hao sahi? Security iko kule Haiti. juzi, juzi tumeona pale nini, Baringo chief ndio huyo amepigwa risasi na nani? na bandit. tuko na mtu na anaitwa nani? tuko na mtu anaitwa Murkomen, kazi yake ni gani? unachukua mtu mwenye ajui maana ya internal security unamuweka kwa internal security, ajui chochote. Acha tuseme sasa saa hii tuseme, au watu wakiingia security, security kwa ile mpaka zilikuwa wapi? Kwa sababu security imeshaona hakuna haja, wacha waingia wafanye chenye wanafanya. Na ukiona wameanzia Garissa, my friend, tupende tusipende watafika hisili. Wakitoka hisili wataingia wapi? Wataingia Nairobi. Na mimi naomba alishababu Musiwa watu wa kawaida, Musiwa watu wa raiya au maraia wana chochote. Ingieni pale nini? ingieni pale Mlimani Court, ingieni State House, endeni mlipue huko. Huko ndio shida iko kubwa, huko ndio inafaa mulipue. Lakini mkilipua mtu kama hasola, mtu mwenye ana chochote hii, hakuna kitu mnasaidia hapo. Ndio nataka kuambia, okay, nataka kuambia Wasomali sai, ukiangalia maoria wengi ndio hao wanakaa hapa na wamechukua jukumu, unafikia injini yao, wao ndio wanatumia wateteza wasichana wetu kwa kazi. Ukiangalia the same same, huyu Ruto ndiye amefungua juzi RCF wa Sudan, wakakuja kufanya meeting hapa, hiyo si kuingiza ujambazi katika taifa letu la Kenya? Halafu natuambia Ruto anafanya kazi, kazi ya Ruto anafanya ni kuua vijana, kuua wa Kenya na kuingiza majambazi katika hili taifa letu la Kenya, na amechukua mori amemweka pale. Ukiingia DCI sijui anaitwa sijui nani boss sijui Abudi sijui nani nani sense wenye ameweka pale hakuna kitu anasaidia. Ukikuja amechukua interior ameka Murkomen juu ya nini? Ni wale watu wanapenda biashara. Murkomen amekuwa nini? Murkomen amekuwa nini? CS wa transport Yandi amekula ya karibu 600 million pale airport ya Dar. Ukuje watu kama hao tena, mtu anakuja na nawabeba tena naweka kwa wadhifa zingine. Mimi naambia ivi, naambia hivi Ruto, hii serikali yako ndio tunaona ni serikali yenye imetengeneza history kubwa dunia mzima imetengeneza history kubwa dunia mzima mauaji ujambazi ufisadi na, na unini abduction. Mimi naambia Alshababu, Alshabab kiti yenye mnafaa mfanye, endeni pale State House mlipue huko, endeni pale zile manini zenye wanaenda wadosi, wabu awa, awa, awa nini hawa viongozi huko, ndio mnafaa mwende mlipue. Si hata kulipua maasala mayuth, mayuth mnawalipua nini? Sasa vitu kama zile za Garissa unapata pale wameenda kulipua watu wenye masola. Alafu mnatuambia sisi wa, sisi wa ma, mayuz, wanyamaze tu ati Ruto ako kazi? Wanyamaze tu kazi, Ruto ako kazi. Ruto mwenyewe ndiye amepatiana ID kwa hizo makambi za refugee wakuja wapige kura. Ukiangalia, ukiangali hizo affordable house, Wakenya wanafikiria hizo affordable house wao ndio wanaenda kuishi kumbe, wa unalipia, kumbe unalipia foreigner mwenye anatoka Somalia, Sudan, atakuja kuishi pale ikifika 2027 atapiga kura, ni pale ndio ataishi. Wasichana wetu ndio watakuja kufanya pale kazi, lafu mjinga unasema ati Ruto anafanya kazi, anakufanyia kazi, anafanyia mama yako kazi. Sisi kitu tunajua ni moja kwa hii nchi, wewe kama youth au wewe kama jesi ama wewe kama ni nani, jua kitu moja, dili na maisha yako, wacha kudili na maisha ya kiongozi. Hao viongozi watakutumia kama tishu kama nini napi, watakutumia kama always, watakutupanisha hapo, wewe ndio utakufa, unaenda kwa mchanga futi sita, kwao wataendelea na ziara zao. So mimi naambia Alshabaab nikirudia, endeni mulipue kule State House hiyo State House ndio iko na iko na ukora mingi. kwazi unalipua, aki watu wangapi? watu watatu. Unalipuwa akiwa Raila Amolo Odinga akiwa ndani Ruto akiwa ndani na bibi ya Ruto kitu naweza sema hata kama sisi siasa hapo. Sasa siingii kwa siasa hapo, naingia kusema tu Direct. Ruto isakila. Na Ruto mwenyewe Ruto mwenyewe ndio analeta hii shida yote ya mauaji hmm? Nasema hivyo soso, mimi nasema hivi ile kitu imefanyika Garissa. Ni Garissa tunakumbuka miaka imeisha, wanafunzi wameuliwa pale Garissa University, wengi walipoteza maisha. jua alishababu wakaweka matiani, matian amekondorea security tumekuja hii alishababu the same same pale West Gate 2013. Ikaleta mauaji pale na wakatoka wakaenda mpaka waleo hakushika hata mtu hata mmoja, na hiyo story ikanyamaziwa hivyo wanakuja wanaingia pale refugee camp, wakishaingia pale wanatoka pale, wakikuja kufanya mauaji maovu na pale pale the same same pale. Ndio wanataka nini, wanapatiana ID. Juruda amejua namba ziko pale kwa refugees, ndio zenye wanachukuliwa, wakiwekwa pale, ndio unapata watu watatoka wakiwa wako sawa, wakanaonyesha ID, wanaonyesha kila kitu, wanaingia wanaingia hapa Nairobi, sawa, wanafanya mauaji, wanaenda sasa eti ukikaa kwa maploti hizo wadudu unapata wako ukiangalia wa Sudan, kuna wengine hapa. Mtu anafanya biashara za kuleta mabunduki hapa na ni hapa Garissa, wanaweka kwa hizi malori maoria, wanaweka kwa malori, wanaweka kwa malori zinakuja na, na kondoo na mbuzi. Wewe unafikiria ni mbuzi zimeletwa pale giamaico unafikia zimeletwa nini Sudani na nini, na mworia ndio wameleta nini, wameleta mabunduki zinaanza kusambazwa. Unasema serikali ijue kitu kama hiyo, serikali inajua vizuri, ndio mtu afanye nini, afanye biashara kama hizo ovyo. Serikali inakwanga imejua. Sasa namalizia nikisema hivi, Alshababu mkitaka kufanya vizuri, maliza nini na wadozi majusa hawana kazi. Hata mkiua mtu kama huyo, munakuwa tu mnafanya nothing, afande.